Awali ya yote tunao furaha kubwa eh, kufika siku ya leo tukiwa salama wasalimin, lakini tunao furaha kubwa kufika hatua ya nusu fainali ya michuano hii ya Kombe la Mapinduzi. Ni fahari na faraja kubwa kuona mpaka wa leo bado tupo tunadunda na tunatamba kwenye mashindano haya yenye heshima na hadhi kubwa visiwani Zanzibar. Kombe la Mapinduzi ni moja kati ya e, urithi wa Tanzania na sisi tunapokuja kwenye kombe hili tunakuja kwa ajili ya kudumisha, kuendeleza na kukuza urithi huu wa Kombe la Mapinduzi, na kukuza huko lazima kwende sambamba na kufanya vizuri. Tumeanza michezo yetu miwili ya mwanzo e, tumepata ushindi katika michezo yote dhidi e, ya Mwembe Makumbi tukampasua, tukacheza na Fufuni naye tukamnyoa na, e, tuka na hatimaye tukafanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali. Kwenye hatua ya nusu fainali tunakwenda kucheza na moja kati ya timu bora, moja kati ya timu ngumu, timu ambayo inachipukia nchini Tanzania, timu ya Azam FC mawili ya kwanza sasa, hilo la mwisho toa, unachipukia unachipukia, tunacheza mm. <coughs> Anza, anza sasa kwenye ile matatu na moja kati ya timu ngumu, timu bora hmm. Timu ambayo inachipukia, ile ya mwisho alipo, anaongezea tu unachipukia. Kaka, hauwezi kuchipukia kwa miaka 20 bwana, kwa na mawili ya kwanza, tuendelee sisi, wakubwa wa hii nchi tunawajua eh Ila a a so so anachukia sawa. Wewe depo yako ni Tabora, Tabora, Singida, Singida, naye kubadilisha jina kama anafanyiwa kipaimara kila mwaka, jina jipya. Alafu sina vida, kwa mfano angefanya mazingatio <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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

waliopo e, Dar es Salaam kwa maana waliopo Tanzania bara waliopo Visiwani waje kwa wingi katika mchezo wa kesho, twende tukampelekee pumzi ya moto Azam FC. Tiketi zinapatikana kwa shilingi elfu kumi, shilingi elfu tano na shilingi elfu tatu. Tuanze kununua kuanzia hivi sasa. Kesho asibaki shabiki yeyote wa Simba Sports Club nyumbani. Kila shabiki wa Simba kila mwenye damu ya Simba kesho anatakiwa kufika uwanjani uwanja wa New Amaan Complex. Na tena jambo la msingi na muhimu ni kwamba tunapokuja uwanjani katika mchezo huu dhidi ya Azam FC, tujitahidi kila mmoja wetu aje amevalia jezi ya Simba Sports Club. Katika mechi mbili za awali tumejaribu kuangalia trendi ya majukwaani, uh, mashabiki wanaovaa jezi hasa jezi mpya ni wachache kweli kweli. Sasa hiyo haipendezi. Uh, tunapo tunapokwenda kwenye mechi ya Simba tunatakiwa tuvae sare ama uniform, ama jezi ya Simba sports club, iweze kututofautisha sisi na mashabiki wa timu nyingine. Ukivaa nguo yako nyeupe tu, ukivaa sheti yako ya bluu, ni hatukutambui wewe kama mwana simba mwenzetu. Ili tukujue kwamba wewe ni mwana Simba mwenzetu, basi pambana uwezavyo kufanya ununue ama uvae jezi. Na tena uvae jezi mpya ya msimu huu kwa ajili ya kuja uwanjani siku ya kesho tunapokwenda kucheza dhidi ya Azam FC. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Bei za tiketi umetaja, za jezi umekaza. Nitaje pia. Taja na bei ya jezi. Jezi zinapatikana eh, hapa visiwani Zanzibar kwa bei ya punguzo kama ambavyo mnafahamu. Nashukuru kwa kunikumbusha, kama ambavyo mnafahamu eh, tumetoa punguzo, watu watumia wa kwanza atajifikia huko, kumi na mbili elfu unairemba sana sema kumi na mbili elfu, na, nafika huko aya, twende eh

ananunua sita. Hey, mimi nanunua kumi kumi wakati zimezalisha kumi ananunuaga tatu moja zaka. Hmm. Walioleta laki wamezitoa zilipokuwa saizi elfu kumi na mbili hata nyama kilo upati bei ya punguzo. Sawa, punguzo hiyo, na msije mmezivaa kwa kujificha, sio? Unaweka kwenye begi

jezi kumi zingekuwa zishaisha hata kwa hiyo bana jezi kwa bei ya punguzo shilingi elfu kumi na mbili na taarifa njema ni kwamba uh, j rut amefika hapa visiwani zanzibar na atauza jezi kutokea hapa, hapa visiwani zanzibar kwa bei ya shilingi elfu kumi na mbili pekee jezi original ya mnyama kwa shilingi elfu kumi na mbili tafsiri yake ni kwamba hakuna excuse yeyote ya mwanasimba kutovaa jezi katika mechi ya kesho dhidi ya Azam FC. Asanteni sana. Umeflai, paliponishtua ni kwenye jezi ya orijinal ya kumi na mbili. Sisi tunawapenda tu.